Kwa majina yanaitwa Godfrey Kizito Chambi ni wakili wa mahakama kuu ya Tanzania bara pamoja na mahakama kuu ya Zanzibar. Leo hii niko hapa kuzungumzia mada inayosemayo uvunjaji wa sheria katika upatikanaji wa huduma za maji, wajibu wa serikali na haki za wananchi kisheria. Katika kuizungumzia mada hii, naomba nianze kutoa ufafanuzi kuhusu sheria yetu kuu ya nchi. Kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katiba ya mwaka 1977 kama ilivyofanyia marekebisho mara kwa mara. Katiba yetu haijatoa moja kwa moja haki ya watu kupata maji, lakini haki ya kupata maji tunaitafsiri kupitia katika ibara ya 14 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo inatoa haki ya kuishi, na kwa sababu ili uweze kuishi ni lazima, moja kati ya hitaji la msingi la mwanadamu ni maji, tunaitafsiri hapo. Kwa hiyo katika sheria hii ya, ya, ya maji, serikali imeweka taratibu za kuhakikisha kwamba wananchi wanapata maji. Serikali imeweka mashirika kama Dawasa na mashirika mengineyo kama hayo kulingana na mahala husika kuhakikisha kwamba wananchi wanapata huduma ya maji. Sasa katika upatikanaji wa huduma hii ya maji, pana muda kunakuwa kuna changamoto, kwa maana wananchi wanaweza wakawa wameshalipia gharama hizo za kuhakikisha kwamba wanafungia miundombinu ya maji lakini kuna muda maji wanakuwa hawayapati kwa wakati, kunakuwa kuna changamoto kama za kukatika maji kwa mara kwa mara, lakini pia kunakuwa kuna changamoto pia wakati mwingine za bili. Kuna muda wananchi wanapewa bili kubwa kuliko kiasi cha maji walichotumia, lakini pia kuna changamoto za wananchi wanakuwa wamelipia wamelipia, labda kupata huduma hizo za maji, lakini wanachelewa kuletewa maji lakini kuna baadhi ya maeneo pia wanakuta hata miundombinu hiyo ya maji wanakuwa hawajaletewa. Sasa haki za hao wananchi ni ziko wapi? Wananchi wana haki kwamba ya kupata haya maji, lakini sasa changamoto ni kwamba unakuta wananchi waliokuwa wengi hawajui haki zao. Lakini la pili, ukiondoa wananchi kutokujua haki zao, wananchi hawa hawa wengine wanapokuwa wanapata changamoto, kwa mfano kuletewa bili kubwa ya maji, mwananchi anakuwa hana ule muda au uwezo, au uwezo tayari wa kufuatilia haya madai yake. Mtumiaji wa huduma ma ya maji ana haki mbalimbali ambazo zimeelezewa kwa mujibu wa sheria za EURA, lakini pia kuna sheria ya usimamizi wa rasilimali za maji. Na katika haki za mtumiaji wa maji, mtumiaji yote wa maji ana haki moja tarifa, ana haki ya ya kupata taarifa, lakini ana haki ya kupata huduma bora ya maji, ana haki ya kupata fidia endapo atapata huduma ambayo iko chini ya kiwango kutokana na uzembe wa mamlaka husika, lakini pia ana haki ya kupeleka malalamiko. Ukienda kwa mfano EURA wana vyombo maalum vya kupokea malalamiko kama mtumiaji wa huduma ya maji atakuwa amepewa huduma chini ya kiwango. Lakini pia katika mamlaka husika za maji za mamlaka za maji, kwa mfano kama DAWASA wana utaratibu pia na wao pia kupokea malalamiko. Kweo kwa hiyo kwa mwananchi yote ambaye atakuwa amepata huduma chini ya kiwango, ana haki ya kwenda kupeleka malalamiko yakasikilizwa na akafanywa maamuzi. Hatua za kisheria ambazo zinaweza zikachukuliwa kutokana na wananchi kuhusu huduma ya maji, mojawapo, wananchi wanaweza kalipwa fidia na mamlaka husika, lakini pia watumishi husika wa mamlaka kama wataonekana kwamba wamefanya uzembe wa, wa kupelekea wananchi kukosa huduma ya maji, wana uwezo wa kuchukuliwa hatua za kisheria. Wananchi wengi hawako tayari kulalamika au kushtaki katika mamlaka hizi husika. Kwa mfano unapoizungumzia taasisi kama dawasa, kisheria maanake ni shirika ambalo lipo chini ya serikali. Sasa kwa mujibu wa sheria, una uwezo wa kuwashtaki dawasa kama wamefanya makosa na kupelekea wewe kukosa huduma ya maji. Kwa hiyo ni swala tu la wananchi kuwa na uelewa wa namna gani ya kushtaki mamlaka hizi husika inapotokea kwamba huduma ya maji imekatwa na wananchi wanakosa maji kwa miji mikubwa kama Dar es Salaam au sehemu nyingine yote, mamlaka husika kama DAWASA kisheria wanatakiwa watoe taarifa kabla ili wananchi waweze kufahamu na watu wajiandae, kwa sababu kama tunavyofahamu huduma ya maji ni huduma ambayo inawasaidia wananchi na wananchi wanaitegemea katika shughuli mbalimbali zikiwemo za kiuchumi na kadhalika. Sasa inapotokea labda mamlaka husika haijatoa taarifa kwa watu na wananchi kutokana na kitendo hicho maji yavyokatika wamepata madhara, maana yake wananchi wanakuwa wana uwezo wa kushtaki mamlaka husika kutokana na kitendo chokifanya. Sasa kitendo hicho kinaweza kikapelekea kesi mbalimbali za madai. Kwa mfano, inaweza ikapelekea wananchi kupata madhara. Sasa maana yake mamlaka husika inaweza ikashtakiwa kutokana na hayo madhara ambayo yame, kwa wananchi bado uamko wa kufahamu sheria au kudai kujua haki zako kwa wananchi wetu unakuwa mdogo. Lakini kukatika kwa maji ghafla au kukosa huduma za maji bila sababu za za msingi ni kitu kinachoweza kupelekea mamlaka kuchukua hatua za kisheria. Kusekana kwa huduma ya maji inakuwa <coughs> imesababisha uvunjifu wa katiba kwa mujibu wa ibara ya 14 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 kama ilivyofanywa marekebisho mara kwa mara ambayo inatoa haki ya kuishi. Sasa ili uweze kuishi mwanadamu, moja kitu ambacho kinahitajika kwa kiwango kikubwa sana ni huduma ya maji. Sasa unapokuwa umekata maji, maana yake unakuwa umeshajihatarisha haki ya watu kuishi, kwa maana kuna watu wanaweza kupoteza maisha kutokana na kukosekana kwa huduma ya maji. Kwa hiyo ukosefu wa maji, kukatika kwa maji au kwa namna yoyote ile watu kukosa huduma ya maji kunapelekea uvunjifu wa katiba na hasa uvunjifu wa ibara ya 14 ambayo inataja haki ya watu kuishi. Kwa elimu hizi na mengine mengi, usisahau kutembelea katika kurasa zetu za Facebook, Twitter, Instagram pamoja na YouTube.